Katika historia ya kisasa ni viongozi wachache walioweza kusimama kidete dhidi ya nguvu za mataifa makubwa kama alivyofanya Muammar Gaddafi wa Libya. Aliongoza Libya kwa zaidi ya miaka arobaini akajitahidi kuhakikisha wananchi wake wanapata maisha bora, lakini mwisho wake ulikuwa wa kusikitisha. Hotuba hii ya mwisho iliyosemekana kuandikwa naye kabla ya kuuawa mwaka elfu mbili na kumi na moja inaonyesha maumivu ya kiongozi aliyewapigania watu wake, lakini akaishia kusalitiwa na wale aliowasaidia. Nilifanya yote kwa ajili yenu, lakini hampendi. Ni kauli ya Muammar Gaddafi kwa mujibu wa hotuba yake. Gaddafi anaanza kwa kueleza jinsi alivyojitahidi kuboresha maisha ya wananchi wake kwa miaka arobaini nilifanya kila nilichoweza kuwapa watu wangu nyumba, hospitali na shule. Nilihakikisha hakuna anayekufa kwa njaa. Niligeuza jangwa la Bangazi kwa ardhi yenye rutuba kwa kilimo. Hakusita kukumbusha jinsi alivyopambana dhidi ya mataifa makubwa kama Marekani, hasa wakati Ronald Reagan alipomshambulia kwa kumua binti yake aliyemwasili. Libya ilikuwa huru lakini wakahitaji demokrasia. Katika hotuba yake Gaddafi anaeleza jinsi wananchi wake walivyoanza kupigania kile walichokiita uhuru na demokrasia bila kuelewa maana halisi ya hayo maneno. Walitaka demokrasia, lakini hawakujua kwamba demokrasia walioitaka ni mfumo wa unyonyaji ambapo mbwa mkubwa kula mbwa wadogo. Anahoji vipi watu wake walidanganyika na propaganda za magharibi, ilhali wao walikuwa na huduma za afya bure, elimu bure na chakula cha bure, vitu ambavyo hata Marekani haina. Obama anataka kuniua, si kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Gaddafi anamzungumzia rais wa Marekani wa wakati huo Barack Obama kama mtu aliyekuwa anataka kuua si yeye peke yake, bali ndoto ya Libya kuwa taifa huru. Obama anataka kuniua ili achukue uhuru wetu, huduma za afya bure, elimu bure na kutuletea mfumo wa unyonyaji wa Kimarekani uitwao ubepari. Anasema mataifa magharibi yalitaka kulifanya Libya kuwa taifa tegemezi ili iwe rahisi kwao kulinyonya kiuchumi. Sitokimbia, nitapambana mpaka mwisho. Licha ya kuzingirwa na majeshi ya NATO na waasi waliokuwa wakisaidiwa na mataifa ya magharibi, Gaddafi alikataa kukimbia Libya. Sipendi kufa lakini kama nitakufa ili kuiokoa ardhi hii, basi acha nife. Anasema kuwa msimamo wake ulikuwa kuendelea kupambana kwa ajili ya wananchi wake hadi pumzi yake ya mwisho. Magharibi wanaita kichaa, lakini wanaheshimu Libya. Katika hotuba yake, Gaddafi anahoji jinsi vyombo vya habari vya magharibi vilivyomwita mwenda wazimu au dikteta, lakini ukweli ni kwamba waliheshimu nguvu ya Libya na hawakuwahi kuipuuza. Wanajua Libya ni huru na haipo kwenye himaya ya kikoloni. Na huu ndio msimamo wangu, alisema Gaddafi. Mwisho wa safari ya Gaddafi. Muammar Gaddafi aliuawa tarehe 20 Oktoba mwaka 2011. Baada ya kukamatwa na waasi waliokuwa wakipata msaada wa NATO. Kifo chake kilihitimisha utawala wake, lakini pia kilifungua mlango wa machafuko na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya ambavyo vinaendelea hadi leo. Swali linabaki, je, wananchi wa Libya walinufaika kwa kumwondoa Gaddafi au walifanya kosa kubwa? Ukijaribu kupitia makala mbalimbali mbali ambayo yanaandikwa katika kurasa za mitandao ya kijamii ikiwemo X na mitandao mingine utagundua kwamba bado kuna uh, hoja kali na uwazi wa baadhi ya watu na ni watu wengi tu, namna ambavyo wanapinga eh, mauaji ya kiongozi wa Libya ambaye alitawala, alipendwa na watu, alitoa mishahara kwa watu ambao walikuwa hawana kazi, watu ambao walikuwa wakihitaji kuoa, wanachangiwa kila kitu, serikali inagaramika, lakini pia wanaendelea kupewa ujira kila mwisho kwa wale ambao hawana ajira. Sasa nimepita kwenye mtandao wa X, nikawa napitia makala ambayo yaliandikwa na uh, Mudrick Jaira na, na nikaona namna ambavyo aliweka baadhi ya makala kum, kumhusu Muammar Gaddafi. Lakini maoni yakawa ni tofauti. Watu wengi walieleza namna ambavyo alikuwa anamkubali kiongozi huyo. Msafia anasema kosa wanalofanya watawala madikteta kuamini wanaweza tawala milele, wanajimilikisha nchi na hii haikubaliki hata kidogo. Mimi nasema Gaddafi alistahili alichokipata, na hii nafikiri tunaloliona kwa M7 kwa maana uh, Yoel Kaguta M7 na PK, na wao yatawakuta. Bila shaka, PK ni Paul Kagame, alikuwa akizungumza Paul Kagame, lakini pia Yoweri Kaguta M7. Hao ni viongozi wa Rwanda na Burundi ambao wamekuwepo madarakani na hawana mpango wa kuondoka madarakani. Ana ujumbe ambao pia unafikirisha. Haya, pengine unaweza kuwa kiongozi dikteta, lakini ukaruhusu mfumo wa kidemokrasia ambao ukamuweka mwingine madarakani, ambao mkaweka miongozo ambayo isikiuke kile ambacho wewe ulikuwa unakiamini kama njia sahihi kwa ajili ya kusaidia nchi yako na wananchi wako, lakini kuendelea kubaki madarakani inaweza katengeneza mfumo rahisi kwa mabipari kutumia mifumo eh, hiyo sasa ya kuweza kukondoa madarakani kupitia wananchi wako hao hao. Haya, hili tunaliona waliweza viongozi kama uh, Nelson Mandela, viongozi kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Kwame Nkrumah na wengine. Mtambo wa Gongo na yeye alikomenti hapo akasema Gaddafi hakuwapa Walibia kila kitu. Mbona aliwanyima uchaguzi wa haki, utawala wa kisheria ya demokrasia na kadhalika? na ndio vitu vilivyomtoa kuongoza nchi zaidi ya miaka thelathini peke yako. Unaona ni sawa? Ina maana Libya nzima kiongozi mzuri ni yeye tu. Haya mambo hata CCM wanafanya, ila kuna siku. Haya mwingine, huyo hapa anaitwa Yunus Hemedi, anasema walifanya kosa kubwa kwa uchu wa madaraka, sasa wameichafua Libya. Mr. Heath anasema huyu jamaa stori yake inafundisha sana, kuna mambo mengi ya kujifunza. Modric akarejea hapa akasema, hakika Mungu amlaze mahali pema peponi. Swedi Junior anasema tafsiri halisi ya kiongozi shupavu. Zagi G anasema legend wa Afrika King Gaddafi, uh, alimfadhili Idi Amini ili apigane na Tanzania. Peter Mbappe amekumbushia hilo. Haya D anasema alikuwa mbaguzi huyu, aliwatenga na kuwafukuza Wakristo nchini kwake. Max Drive anasema Gaddafi eh, alikuwa kiongozi bora sana. Victor anasema sema, huku mtaani tulikuwa tunadanganyana, tuna, tuna sana kuhusu huyu jamaa. Ambele yan anasema Gaddafi alikuwa kichwa sana, sema ni vile wazungu wanatuaminisha tofauti, ila alifanya makubwa Libya. Jerry anasema, my love My love, legend Muammar Gaddafi. Haya, Benedict anasema guuzi umenyoka sana kwa maana huu mkeka ambao Modric Jerara ameuweka hapa Twitter X anasema umenyoka sana ngoja nianze kuhadithia wakulima wenzangu hapa shambani. Ukisikiliza vizuri story ya Gaddafi utaelewa kuna namna wazungu walitengeneza kitu ili jamaa onekane mkatili da, mjukuu anasema hivyo. Sijui wa Faransa na wa Marekani huyu jamaa aliwakosea nini bana. Legend amesema hivyo. Kaka, kiukweli unachokisema alijaribu uh, watu wake kuwapa kila kitu na kuwawekea uchumi wao vizuri, kila mtu aishi maisha bora, ila ndio wali waliomuuza siku hiyo akahitaji msaada na wakagoma. Mr Sadiki anasema hivyo. Born with gun and dad with gun. Amezaliwa kwa mtutu na amekufa kwa mtutu wa Libya, wanajuta na Afrika tunajuta kumpoteza huyu kiongozi mkombozi. Ameandika ujumbe huo sema jamaa alikuwa mtu sana enzi zake. Majizo amecomment. Gabi why anasema Gaddafi alikuwa mwamba sana kwa kweli, I say mmoja kiongozi bora kuwahi kutokea Afrika. Kaji ameandika hivyo, wananchi walifanya kosa kubwa sana, Kinlope ameandika hivyo, watajilaumu sana kwenye maisha yao maana alikuwa anawalinda sana. Ana Captain ameandika hivyo, Afrika tumemezwa na propaganda za magharibi. Dingi ameandika hivyo, Magi anasema alikuwa mkatili sana. Hakika Gaddafi alikuwa jembe la Afrika. Mjenzi huyu ameandika mapo, anasema mashine ya kazi. Maki anasema mwamba, alikuwa mtu mwenye misimamo sana na maono Aisee, jamaa alikuwa chuma sana, sema ndio hivyo walimondoa. Razoni HK ameandika hivyo, Mwamba alitikisa sana dunia. Luther kumi na nane ameandika hivyo. zwangendaba naandika, apumzike kwa amani Comrade Gaddafi. brother ameandika, ninafikiri hii hotuba ilitoa machozi watu wengi, hotuba nzito sana. kichefuchefu ameandika hivyo. mlengwa da ameandika tu hivyo, Obama killed Our Muammar Gaddafi RIP, our hero. African leaders betrayed you openly. Dupli dupli ameandika hivyo, akisikitika, akisema Muammar Gaddafi Amini. Obama alimuua kiongozi wetu, apumzike mahali pema, shujaa. Viongozi wa Kiafrika walimsaliti wazi wazi. Mtazamo wako ni upi katika hili? Tuambie katika uwanja wa maoni na uendelee kusubscribe kwa ajili ya habari zaidi zaidi wa maoni na uendelee